Wadako, welcome to my youtube channel kama kawa, kama dawani senje dawanisenge mdakwal. So leo ndio ile siku yenye Raila Amolo Odinga kutoka India ameingia pale JKA Jomo Kenyatta International Airport, kwenda kupokelewa watu kwenda kuamini ni kweli Raila amekua mkufi ama rada ni gani? Kwa sababu Raila amekufa mara mingi, akikufa tukiamini amekufa, hajakufa. Sasa watu ni walikuwa wameenda kuamini kweli ni Raila amekufa ama hajakufa. Sasa hata hiyo si shida. Opinion ya wajaluo venye wanasema raila amolo odinga afanyiwe, hiyo haitawezekana na hii serikali ya William Samoei Ruto, forget about it. Hatuwezi kubadilisha vitu ati kwa sababu Raila Amolo Odinga amekufa. Tunajua Raila Amolo Odinga amekuwa mtu mkubwa, amekuwa mtu ambaye alikuwa anasaidia watu sana. Raila Amolo Odinga amepigana na wananchi, amepigana na sisi ili tupate uhuru, lakini yeye mwenyewe haku succeed vile sisi pia tumekosa kusucceed. Mpaka vile yeye mwenyewe amefanya nini, amekuwa mkufi. According to me, venye watu walikuwa anaongea ati o, Ruto asikakanyage airport oh, Ruto asikafanya oh, nini. Ruto is the president of Republic of Kenya with or without you Ruto must. A, yani, Ruto ni lazima akanyage pale airport aone mz, aone mzee Raila Amolo Odinga. Nani hatawakilisha Raila kama sio Ruto awakilishe Raila? So watu walikuwa wanasema ati hoo oh, Ruto asikanyage Bondo oh, for what? Raila Amolo Odinga amekufa as all we know that Raila Amolo Odinga amekufia wapi? Amekufia India ambapo kwamba Raila Amolo Odinga hajakufia India. Huyu mtu alikufa kitambo, lakini hatukutaka kuambiwa. Ile story yenye brother yake alikuwa anakuja akisema ati ho, Raila this Raila amekufa, kama rumors, kama rumors. Mnakumbuka watu majesu, ma, ma, majesu majesu waki, wakiendanga pale

siku mbili haikuisha tukasikia Raila Amolo Odinga amepelekwa India. Walikuwa wanangoja the right time ya kutuambia, kwa sababu hiyo siku alikuwa anataka atuambie, hiyo siku ingekuwa siku mzuri kwa sisi. So Raila ni mtu amepigania hata ai personally senje nimelia sana. Nilipea Raila kura yangu lakini kura yangu haikufanya nini, haikumsaidia. Unaona Raila alipita, Raila alipita 2007. Yeye mwenyewe ndio hakutaka kukalia kwa kiti. Do you remember venye watu alikufa? Hii nani anaongea fact? People wamepoteza maisha kwa sababu ya Raila. Hii nani ni ukweli unajua sometimes, ongea kwa ma, ongea kwa yenye mtu amefanya, usiongeenge tu mazuri, ongea kwa yenye yenye mtu yane amefanya nini, amefanya before ama amefanyia watu. Hata mimi nikikufa gossip me. Muni gossip vile mnataka. Raila alikuwa amependwa na watu. Luya Nation, Luyaland, Kikuyu, Kikuyu Kikuyu, Kikuyu Community, Kamba Community. Hawa watu wote, Kalenjin Nation, tulikuwa tumependa Raila. Rahila alipita 207 hivi na macho tukiona, lakini wakatangaza huyo nani huyo, mkufiki para Raila wakatangaza huyo mkufiki para anajiita nani, anajiita Kibaki. Kibaki ndio alitangazwa usiku, watu ndio walianza kukufa. Watu walimepoteza mali juu ya Raila, watu wamepoteza uhai juu ya Raila, watu wamejinyonga juu ya Raila, watu wameuawa juu ya Raila. Raila ni mtu ambaye amekufa na damu ya watu wengi. Hii ni true. Hii ni true. Raila ameanza kugonjeka 2023. Afya yake ilikuwa imedhoofika. Ukiangalia Raila hata akukua, yani, anaweza kutembea vizuri, alikuwa anatembea ana step kidogo, anakuja ana step nyuma, yani mpaka kuna siku wakati alikuwa anataka kukolaps kwa jukwaa. Raila Amolo Odinga alikuwa anataka kukolaps, lakini watu walikuwa karibu na yeye, walikuwa wanakuja kufanya nini? Kumkuja kumpokea Hmm? Kumpokea Raila. Si ati nyinyi wa Jaluo pekenyu mlikuwa mmependa Raila, pia sisi tulikuwa tumependa Raila tena, tulipenda Raila tena vibaya sana, tulipenda huyo mtu lakini, sikia, kukufa na kufanga peke yako. Raila amekufa na bodyguard wake hivi, wakiwa watu wangapi? Watu wawili. Yule bodyguard inatakikana wakizika Raila, aenda afanyiwe therapy. You tell me mtu anakukufa kukufakotu kwa mikono hivi ukiona. It's not easy actually. It's not easy. Raila ni mtu ambaye alikuwa anafanya tumwe, mtu tu akiamuka tu afanye tu leo tu akohoa eh, eh watu wanatoka nje kukohoa tu, ama Raila afanye tu etsia, malipuko zinaanza, watu watauana, watu watau kwa sababu yake. Watu walikuwa wanasema Raila asitusaliti. Raila tulikuwa tunataka asitusaliti, Raila aendelee kuishi. Raila ametusaliti. Ini free of charge utakasirika, lakini deep down, Raila ametusaliti. Raila hangekufa, hangekufa. tumesikia uchungu sana tumesikia tu uchungu sana, watoto wetu wamepoteza maisha kwa sababu yake. Watu wametolewa kwa masiwej kwa sababu ya Raila, watu wameandamana kwa sababu ya Raila. Ma, watu wamevunja mamiliki ya ya vitu makenya, wameharibu maduka zao, watu wamechoma manyumba, watu wamechoma mashule, watu wamefanya nini kwa sababu ya Raila. Mbona anatusaliti? Why? Mbona Raila anatusaliti? Don't think people are happy. We are not happy. Hatuko happy kwa sababu Raila ametusaliti, ametukaranga na akatupeleka na akatuacha. Sasa tumebaki yatima, mtu tumebaki naye ni baba wa Kambo which is William Samuel Ruto. And actually let me tell you, I'm telling you that this is fact. William Samuel Ruto is a good leader. Kama mjai kujua huyo mtu ni good leader. Lakini ile cabinet imemzingira ndio mbaya but William Samuel Ruto He's the best president. The best of the best. William Samui Ruto. But sasa unajua ile kabineti yake imemzingira kule nyuma kidogo. I told you guys. From uh, na alikuwa nani huyu anajiita Mtua. From Mtua to Mudavadi. Niliwaambia Mudavadi ni Minister of Labor. Without without Mudavadi everything. Mudavadi lazima aende awakilishe. Mudavadi alienda kuwakilisha kule India, afike huko ndio aweke sign mwili ya Raila irudishwe. Mudavadi, Mudavadi ako na Raila na nani hivi, Ruto hivi. Tutakubali tulie, tukufe, tunyambe, turuke, tujinyonge, sisi wote we'll remain that Raila amekufa. We need to, to accept this na tuzike baba yetu tubaki waka, tubaki mayatima you all we know that tumebaki mayatima, sio kwenda kuvunja makumili kuvunja vitu za wenyewe sijui kufanya nini, that one is not actually. So before Raila akwe mkufi, mimi nilikuwa nimeenda kule pita pita zangu kwa, anajitanga nani huyu anajitanga nani huyu dem huyu dem anajitanga hapa kwa hapa anajita <coughs> anajitanga yeye anapendanga siasa sana. Uh-huh, anajitanga Marvelous. Sasa before Marvelous alikuwa ameandika hivi. Oya o, Oya Tala. Oya Tala is alive. Yaani Oya Tala. Okay, Jacom Oya Oya Tala. Yeye ameandika kwa kijaka. Critical but breathing. Whereby huyu Marvelous Aoko alikuwa amejua, amejua nini na happen. This lady, huyu Marvelous Aoko. This woman She know everything. She know everything. Unaweza kwenda kwa posti yake ukaidharau. But let me tell you this marvelous haoko, she know everything. Critical but breathing. He's, he's been drinking with Akinasudi who know if they did orengos on him. You get it? He is been drinking with akina Sudi, so whereby baba alidrink na akina Sudi, okay, whatever. Eh man plan God manfa man fit, mtanielewa na kizungu yangu. Ruto has been backing on a Luo vote after sc screwing Murima. If anything happen to Raila, tuone kama atapata hata kura mbili Nyanza. Bas, hapo ndio nilikuwa na ngoja If something will happen to Raila Amolo Odinga, tuone kama atapata kura mbili Nyanza. Mark Reward Ruto William Samoei Ruto will be president and will rule you. Niliwambia mko na two option ya kutokosa kupea Ruto kura, muko na hizi two option. Option number one, ni either mumuue atoke duniani or else mumfanya kuwa mwendazimu, apotee apote Kenya kabisa, aende aende aende aende. Ruto, Ruto hata kuwa president, mtachagua yule president mnataka na hii nchi, hata ikichaguliwa na president, hali ya mkeka ni hali ya gunia. Wale wenye wanakuja ni hawa hawa tu. Wakati ru, nani alitoka huyu anajiita nani? Moi. Moi must go, Moi must go, Moi akatoka. Kibaki this, this, this, Kibaki this, Kibaki this, Kibaki ametoka. Unye, uru this, uru this, uru this, uru ametoka. Saini nani? Ni Ruto. Ruto ata rule two term, whether you like it or not, maki day, mutauana, mutakufana, mutajiua, mutajinyonga, mutajichomea nchi, mutajiharibu mali zenyu but for free. Ruto atapata, atachukua ikiti asubuhi na mapema. Atachukua ikiti asubuhi na mapema. Kama munategea kachagua Ngojeni. Ngojeni. So according venye watu wanaongea to the comment section amazing how you overreact yourself kwani ni wewe ndio unabeba kura za Nyanza zote kwa mfuko exactly. Ex hey, hey. The reply was there Aka reply aje nimekukosea wapi bro? nimekukosea wapi bro? because pia kule Twitter kulikuwa kumechemka. Western watu wanapenda Ruto, Nyanza watu wanapenda Ruto. We ukichukia Ruto, mimi simchukii Ruto. We unamchukia alfu man, I said mi simchukii Ruto. Why? mbona nimchukie, mbona nimchukie Ruto? And Ruto, Ruto, Ruto is a good leader actually. Mimi naambia tu huyu mtu ni good leader, Ruto is the best leader. Baba wa kambo. Huyu ni ule baba wa kambo anajua Upeleka watoto wake straight hivi. Nyinyi hamjakuja Saudi, you guys just joking. Mwenye amekaa Kenya hajawahi panda ndege, hajakuja kuona uchumi ya nchi ingine, hawezi kuongea huku. Saudi kuna tax kubwa sana hata kushinda Kenya, tukianza na credit. Unanunua ya 100 unapata 70. 30 bob zimeenda wapi? Unanunua ya 20 unapata 17. Shilingi tatu zimeenda wapi? Unanunua ya 115 unapata 100. 15 zimeenda wapi? Kama hiyo sio tax. Kila kitu ukinunua lazima ikuwe na point juu yake. 5.59 cents. 2.59. Wona hua unafikira umenunua two real, lakini iko 59 hizo ni points. Hiyo ndio tax. So, people were like, Oh, sijui Ruto Ruto asikanyage, Ruto atakuja matanga ya Raila, ukunie ukufe, ujiue, atazika upande kwa mtu, ujitairi mara sita, atazika. Vile Ruto amezika Chebu Chebu, ndivyo hivyo Ruto atazika Raila Amolo Odinga na atampea ishara ya mwisho ya kumzika. Sawa sawa, so, so. So naona wamama wamekuwa heartbroken sana. Okay, hata mi nilikuwa napenda Raila. Napenda Raila. Raila nimempenda for free. Nilimpenda Raila for free. Raila nimempenda for free. Raila karibu afanye ni kunywe sumu ni kufe. Raila alikuwa kidogo afanye ni kunywe sumu ni kufe. Wakati nilimpea kura yangu na kaanguka, hakutangazwa president. Nilikuwa kidogo tu hivi nikuwe mguvi kwa sababu ya Raila hivi kidogo. Spirit ya Raila ilikuwa imeni affect mimi. Damu ya Raila ilikuwa imeingiana na yangu hivi. Nilikuwa nikiamka baba, nikilala baba, nikikesha baba. Ona venye Nuro kanga ako bonti ya Nuro kanga na Raila. The same way mimi bonti yangu ilikuwa hivyo na Raila. Mimi mtu hangeniambia kitu, mtu hangeniambia kitu wakakuja wakashikana na Musyoka, nikapenda zaidi. Wakakuja wakashikana na Martha Karua, ndivyo nikapenda, nikapenda maradufu dufu dufu. Lakini nilifika mahali nikakaa chini nikaviuliza, as a human being, if kweli Raila kwe nini? Mimi nijue kwa sababu ya Raila, who will protect my children? Who will protect my mother? Who is Raila? Raila atakuja kunibaia unga aseme haya unga ndio hii. Raila hata kuja kunisaidia chochote? If I take myself because of Raila. Raila atakuja kunisaidia na nini? Nothing he will help me. Nothing he will help me. Hata condolences peke yake hata kuja. Hata mazishi peke yake hata kuja. Hata kuchanga peke yake hata changa. Hata kunikumbuka peke yake hata nikumbuka. So, why am I dying because of Raila? Wakati nilipiga magoti chini nikamwambia Mungu niondoe hiyo spirit ya Raila kwa roho yangu kabisa akuwa kama ex wangu nimemsurenda, na hivyo ndio roho yangu imebaki imeyeyuka, because kidogo nijiue kwa sababu ya Raila, kidogo hivi nijiue juu yake, but nilisema it is what it is. Hata wakati alisimama na Ruto nilisema it is what it is, huyo hawezi kupata kura na hatapata kura, na hawezi pata kura, upende msipende, hawezi pata kura, mulie mkufe, hawezi pata kura. Na ndio yeye amekufa kabla hata hajaonja hiyo kiti ya upresident. Ni kweli ama ni uongo? Wewe uko hapo unajiua kwa sababu ya Raila, foolish. Unakosa kukula kwa sababu ya Raila, idiot. Unakosa kulipa rent kwa sababu ya Raila, stupid. Are you mad? Are you crazy? Huyu mtu amemaliza maisha yake, yameenda. Look at your future family, look at angalia familia yako. You need to look your family. Yule amemaliza zake. And by the way, Raila amekufa at the age of 81, very nice. 19 years to come 100 years. Who does that? Very nice. Very nice, so people don't accuse Ruto ati Ruto ndiye ameua Raila. Raila alikuwa mgonjwa kutoka 2023. in fact hata si 2023. kutoka hii kutoka 20, si juu 21. si juu kutoka ngapi Raila amekuwa mgonjwa, in fact alikuwa anatumia pampers. So don't criticize Ruto, Ruto ndiye ameua Ruto, this hand of Ruto, Ruto for what? Wewe ngoja time yako bwana, wacha tungoje time ya Ruto niseme nani ameua Ruto. So don't accuse Ruto that Ruto ndiye ameua Raila no you are not there. You are not there accusing Ruto for no reason. Why? Si ati mimi namchukia Ruto. Wewe ukimchukia mimi simchukii, mimi nampenda. Wewe unamchukia, mimi nampenda. So hatufanani. Wewe ukimchukia mchukia peke yako, mimi napenda Ruto as my king, as my president. Hata nifanye nini, hata nijiuwe, he will still rule. So ni nini najiua? Juu ya Ruto amekuwa president ama na hii uchaguzi wenye mnaenda kuchagua 2027 20, mwangalie vizuri. Wale watu watakuwa wamesimama kwa cabinet, kwa kwa ballot paper, choose wisely. Unaweza kutoka kwa mdomo ya mamba ukaenda kwa mdomo ya chatu. Heri mamba inaweza kukuacha. Chatu itakukula utakaa kwa ile tumbo yake one month ukikulwa slowly slowly slowly slowly slowly slowly before mpige kura yenu, think twice, and you guys don't think that Ruto ameua Raila, don't think that Raila amekuwa mgonjwa. Raila alikuwa anajisusulia, tukiona alikuwa na vaa Pampers, mikono ilikuwa imechibuka. Why are you saying Ruto this Bek? Anyway, ni mwengenye nilikuwa nayo kwa Roy Mintoka, hatari. Rest in peace.